aupya na mpokee akili ya Kristo. Aleluya! ninaombea kila mmoja aliye katika ibada ya siku ya leo, ninakuombea upokee akili ya Kristo, upokee mawazo ya Kristo. Chialene, uwaze kama Kristo. Mpendwa, uwaze kama Kristo, ufikirie kama Kristo. Aleluya! Bwana Yesu asifiwe. Aleluya! Amen. mawazo yako yafunikwe na Kristo. Unajua mwanadamu walipewa the creative authority na Mungu. Amen. Amen. Kuna creative authority Mungu anakuanga ameweka ndani yako. Amen. Maandiko inasema we are workmanship together with Christ. Yaani sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Christ. Kuna kitu ambacho tunatenda tukiwa pamoja na Kristo. Hmm. Praise the name of Jesus. Umepewa hiyo creative authority through prayer. Kuna mambo unaweza umba kwa anga yako. Amen. Mm -hmm. Leo mm hii -hmm. Unaweza kuwa hauna kazi, lakini unaweza ingia katika ulimwengu wa maombi, uombe uumbe hiyo nafasi ya kazi, uombe uumbe hiyo nafasi ya biashara, uombe uumbe, utengeneze hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kanisa, ninaomba Yesu Kristo atupatie hiyo mawazo ya kuumba vitu katika ulimwengu wa rohoni. Aleluya, Bwana atupatie uwezo na neema ya kuumba vitu ambavyo hatuna leo, tutamke na vikawe. Aleluya, imani ni kutamka mambo ambayo hayako yanakuwa. Bwana Yesu asibiwe, Bwana Yesu asibiwe. Amen. Amen. Amen. Wakati huu mwezi ulikuwa unaanzia, una nilikuwa ninaambia cialedi, sasa mimi naweza nikasahau kwa sababu wakati mwingine na concentrate katika mambo ya spirit na mambo ingine, unakumbusha watu tunatafuta kitambaa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe, wa wasifiwe. Mi nilitamka tu nikamwambia hivyo, nafikiri ni mwanzo wa hii mwezi, na unaona sasa chako. Bwana Yesu wasifiwe, haleluya, wa amen. Amen. Ninaomba kinywa chako kipate uwezo wa kuumba mambo ambayo hayako kwako, ya kweli Haleluya, receive creative authority, amen. Wapendwa, tuko katika ufalme ambao uko na nguvu sana, amen. Haujaokoka unyanyasike, amen, amen. Japokuwa unasumbuka ukiwa ndani ya wokovu, hayo yanaitangwa kwa Kiswahili mapito iyo, na mapito yanapangwa yanafika mwisho kwa, kwa, kwa English yanaitwa adversity Adevasiti ama mapito ni zile taabu ambazo mwanadamu anapitianga, Mungu akimpima kama yako tayari kutembea na yeye Amen. Mtu yoyote ambaye ni wa kutembea na Mungu lazima Mungu akupitishie katika kipindi cha kukuangalia Amen. Katika kipindi cha kukupatia mtihani. Amen. Hata baba yetu wa imani Ibrahimu, Mungu alimuita akaanzia kumpatia mtihani uh -huh. nataka utoke hapo uende mahali pengine. Li mtihani hiyo ilikuwa ni mtihani ya kwanza, na hata amwambie wapi anaenda. Haleluya! <laughs> Anamwambia toka, Ibrahim anaenda miaka mingi, miaka mingi kabla apewe direction, unaenda Kanaani. Hapo akuambie siku ya kwanza unaenda Kanaani. Amen. Amen, aliambiwa toka. Amen. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye akaamua kutii mtihani ya kwanza ndio maana maandiko yanasema ni baba wa imani. Amen. Praise the name of Jesus. Haleluya, inakuombea. Ninakuombea mpendwa pia wewe siku ya leo Jumapili leo, yes, ya leo, roho yako ipate ujasiri wa kutafuta Mungu na kuamini Mungu zaidi ya jana. Amen. Believe in God more than yesterday. Amen. Haleluya.